Mtazamaji, kama unavyofahamu, mwaka huu nchi yetu inatarajia kufanya uchaguzi mkuu kuchagua rais, wabunge na madiwani. Vyama vya siasa ni wadau muhimu katika mchakato wa uchaguzi, kwani wagombea hutoka kwenye vyama vya siasa. Leo katika mwendelezo wa kukutana na wadau wa uchaguzi, Takukuru imefanya warsha na viongozi wa vyama vya siasa ili kujadili namna ya kuzuia na kupambana na rushwa katika uchaguzi. Viongozi wa vyama vya siasa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba vitendo vya rushwa havitokei kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Lengo ni kuwa na uchaguzi huru na wa haki usiogubikwa na rushwa. E, kutaka kugombea uongozi katika nchi lazima upitie kwenye vyama vya siasa. Kwa hiyo tunaweza tukasema wadau wakubwa nambari moja ni vyama vya siasa. Kwamba taifa ndio linanufaika kwamba tutakuwa tumepata krimi ya viongozi ambao hawakupita kwenye ncho, uchochoro wa kupata uongozi kwa kutumia njia ambazo ni haramu, rushwa. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba Takukuru amekuja wa na wazo la kongamano hili kwa kipindi hiki na ni wasii sasa wanasiasa e, mtaani tunapenda kutumia neno usanii, wasilete usanii kwenye swala la uchaguzi. Na ni kama tunapinga rushwa, basi iwe ni move ya taifa, kwa sababu hata kauli ya Mheshimiwa Rais, mtagundua mta ana, anasisitiza uchaguzi utakuwa huru, haki na amani. Wadau wakubwa bado ni wale wale wanasiasa. Kwa hiyo naamini kabisa wanasiasa wakiwa mstari wa mbele kuzingatia hilo, hata wafuasi wao ambao ndio wanachama wao watashiriki kama viongozi wao wanavyofanya. Kama tunavyofahamu kwenye uchaguzi, rushwa huwa zinatembea, watu huwa wanatoa pesa, wanatoa rushwa za namna mbalimbali, lakini kwa warsha hii na mafunzo tutakayoyapata na maelekezo tutakayoyapata nadhani itasaidia sana kwa wagombea, wanasiasa wenzangu pamoja na wapiga kura kutoshiriki kwa namna moja au nyingine kitendo chochote cha kutoa au kupokea rushwa, kwa sababu rushwa ni adui wa haki. Tumeona chaguzi nyingi rushwa zimekuwa zikitembea, <clears throat> na rushwa zimekuwa zikinyima haki za wagombea wengi. Asiye na pesa, asiye na kisu kikali, hawezi kula nyama, hata kama ameshinda. Lakini hii warsha itafungua anga jipya kwa sisi wanasiasa na kwa wapiga kura, kwa sababu nadhani tutakayoyapata hapa tukiyapeleka kwa wanachama wetu na jamii ikiona tulichojifunza na ikiona tukihamasisha kutoshiriki kitendo chochote cha kutoa au kupokea rushwa, mambo yatabadilika sana. Sisi vyama vya siasa tumekuwa ndio, wakati wetu huwa kuzungumza kwa kweli. Hii warsha naona kwamba inaleta mafunzo makubwa sana na sisi tutaeleza wananchi wetu waelewe kwamba serikali inataka kuwa na uchaguzi uhuru na ulio na haki bila ya kuwa na rushwa. Kwa hiyo sisi tuingie katika uchaguzi tukiwa na matumaini kwamba kutakuwa hakuna swala la rushwa. Awali akiongea katika warsha hiyo iliyofanyika katika ofisi za Takukuru Upanga jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa Takukuru Bwana Crispin Chalamila ameeleza kuwa mapambano dhidi ya rushwa kwenye uchaguzi hayawezi kufanikiwa pasipo ushiriki wa kweli na wa dhati kutoka kwa vyama vya siasa. Rushwa katika chaguzi ni tishio kwa msingi wa demokrasia, inaathiri maamuzi ya wapiga kura, inaharibu uwazi wa, ina wa mchakato wa uchaguzi na kuzaa wa viongozi wasiowajibika Rushwa katika uchaguzi si tu kwamba inapotosha mwelekeo wa uamuzi wa wananchi bali pia hupunguza imani ya wa wananchi kwa vyombo vya uchaguzi na serikali kwa ujumla. Mbaya zaidi hujenga mazingira ya uhasama, migawanyiko ya jamii na kuvuruga amani ya, ya taifa. Vyama vya siasa kama wadau wa uchaguzi vina nafasi ya kipekee ya kuwa mstari wa mbele katika juhudi za kutokomeza vitendo vya rushwa. Ndani ya vyama vya siasa ndipo panapotoka wagombea Hivyo basi mapambano dhidi ya rushwa kwenye uchaguzi hayawezi kufanikiwa pasipo ushiriki wa kweli na wa dhati kutoka kwa vyama vyenyewe. Vyama vya siasa kama taasisi muhimu katika mfumo wa demokrasia vina wajibu wa kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa uwazi, uadilifu na ushindani wa haki. Aidha, mwaka huu ishirini ishirini na tano tunao uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, na ndio maana tumeona tukutane tena ili tujadili namna ya kuzuia na kupambana na rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi huu. Vitendo vya rushwa katika uchaguzi ni kati ya vikwazo vya kuwa na uchaguzi unaozingatia misingi ya haki na usawa na vinavyoathiri haki na fursa ya wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Ikumbuke kuwa lengo kuu la serikali kama inavyopewa wajibu huo na ibara ya nane fungu kidogo moja b ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ni kuleta ustawi wa wananchi. Hata hivyo lengo hili haliwezi kufikiwa iwapo kutakuwa na rushwa ndani ya vyama vya siasa ambavyo ndivyo vinavyotoa wagombea wa nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Pia lengo la kuleta ustawi wa wananchi haliwezi kufikiwa iwapo vitendo vya rushwa vitatawala katika mchakato wa uchaguzi. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification